Yule ambaye atakayejiepusha na mambo ya shubha, akajiweka mbali nayo, akajua kwamba jambo hili lina shubha ndani yake, yeye akajiepusha nalo, faqad istabra lidinihi wa irdhihi, huyo anakuwa ameitakasa dini yake na anakuwa ameitakasa vilevile heshima yake. Lakini nwapili, kwa upande wa pili wa man waqaa fi lshubuhati, yule ambaye atakayeingia katika mambo ya shubha waka fil haram, mtu huyo anakuwa ameingia katika haramu. Sasa ndugu yangu Muislamu, jiulize ipekue wewe mwenyewe, jikague wewe mwenyewe katika hali zako zote ambazo unazokwenda za maisha, katika mizunguko yako yote unayokwenda katika maisha, je, hujaingia katika haramu? Je, hujaingia katika mambo ya shubha? Kwa sababu mbele ya hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama, idha salaha salaha aljasadu kullu Kinapotengenekea kipande hicho cha nyama mwili wote unatengenekea. Wanachuoni wana maneno katika maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema kwamba mwanadamu atakapokuwa amekula kitu ambacho kilichokuwa cha haramu, basi fa innal qalba yafsudu, moyo unakuwa unafisidika. Mtu atakapotia katika tumbo lake kile ambacho kilichokuwa cha haramu, basi aelewe kwamba mtu huyo anafisidi moyo wake moyo unakuwa hauelekei katika jambo la kuwa na nguvu kuwa na ile spiritual power ya kumwelekea Allah subhanahu wa taala, bali mtume sallallahu alaihi wasallam anasema eh, inna awwala ma yuntinu min alinsanu batnuhu, hakika katika kitu ambacho cha mwanzo kinachofisidika eh, na kinachotoa harufu mbaya ni mtu lile tumbo lake faman istataa alla yaakula tayyiban faman istataa minkum, katika baadhi ya riwaya imekuja yule ambaye atekeweza miongoni mwenu, alla yaakula illa tayyiba, asile yeye isipokuwa ni kizuri. faliyafal na afanye mwanadamu. Siku zote anakuwa anatekekana aangalie, nini anakula kuanzia uhalali wake, kadhalika vilevile kile chakula akiangalie, je chakula hichi kinaniingizia nini katika kiwiliwili changu mimi? Ni kila chakula hichi kitanipa nguvu ba, baada ya zile nguvu ambazo nilokwisha kuziondosha, au kwamba kitanidhoofisha? Chakula hichi mwanadamu anatakiwa aangalie katika upande huo. Uislamu umechunga afya za Waislamu, haujaachilia tu jambo hili ovyo ovyo. Kwa hiyo wewe usiwe kwamba unakula tu kila ambacho unachoona watu wanakula na wewe ukawa unakula, bali aangalia nini unakula na nini unaingiza katika kiwiliwili chako, na unapata nguvu gani katika kiwiliwili chako, na hizo nguvu unatakikana uzitumie katika jambo la kujikurubisha kwa Allah, katika mambo ambayo ya kumwelekea Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo, hii ni tanbihi, enyi ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika maisha yake aangalie kwanza chumo lake likoje pia aangalie vilevile nini anakula na nini ambacho anakiingiza katika kiulili chake, na faida gani inapatikana baada ya yeye kula chakula ambacho Allah subhanahu wa taala alichokuwa amemruzuku. Kwa sababu kila neema ambayo Allah aliyokuwa amekupa atakuja kukuuliza ukifika mbele yake, Allah subhanahu wa taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala biasmaihi lhusna wa sifatihi lula wa biwajhihi lkarimi, Allah atuwafikishe sisi tuwe ni wenye kuchuma machuma ambayo yalikuwa halali. Allah tuwafikishe tuwe ni wenye kula vile vyakula ambavyo vilivyokuwa vya halali, vile ambavyo Allah subhanahu wa taala anapenda kuwaona waja wake pale ambapo wanapowaruzuku wakawa wanatumia vyakula hivyo. Tunamwomba Allah tuwafikishe katika upande huo. Kadhalika vilevile, tunamwomba Allah, majumbani mwetu tuwalishe vile ambavyo vilikuwa vya halali na tuwalishe vile ambavyo vitakavyowajenga zaidi zile familia zetu, ili baadaye wao iwe wapate nguvu ya